Katika vitu ambavyo kwa sasa ulimwenguni vinashika hatamu na kuiendesha dunia kwa sasa, huwezi ukaacha kuitaja mitandao ya kijamii, kwa sababu imekuwa ni miongoni mwa nguzo imara sana kwa hivi sasa. Na unapoitaja mitandao ya kijamii katika orodha yako, basi usisahau kuitaja mtandao wa Facebook kwani ni mtandao nguli katika masuala ya mawasiliano. Wakati nipo kijijini kwetu huko, Facebook ulikuwa miongoni mwa mtandao wa kwanza wahi kutumia, na leo nimekuletea hadithi fupi kabisa ya mmiliki wa mtandao huu wa Facebook lake kamili anaitwa Mark Elliot Zuckerberg, alizaliwa Mei 14 mwaka 19 katika mji mdogo wa White Plains katika jiji la New York nchini Marekani. Alikulia katika mji wa ofen pembezoni mwa jiji la New York huko katika nchi ya Marekani ni mtoto wa kwanza katika familia ya watoto ya baba aliyeitwa Edward Zuckerberg ambaye alikuwa ni daktari wa meno, na mama alifahamika kama Karen Kefa ambaye yeye alikuwa mwanasaikolojia wa hospitali. Alianza rasmi kuenda shule m zuba alisifika kwa ustadi mkubwa na maarifa makubwa katika programu za kompyuta pamoja na lugha za kikale, yani nazungumzia Kigiriki na Kilatini. Safari yake ya elimu ilianza pale mwaka elfu moja mia tisa na tisini na nane kujiunga na shule ya Ansley High School huko New York, Marekani, kabla ya kuhamia katika shule ya kifahari ya Phillips Exeter Academy. Wakati akiwa shuleni, Mark Zuckerberg alisifika kwa utaalamu wake na maarifa makubwa aliyonayo hasa katika program za kompyuta, somo la hisabati na ujuzi wake katika lugha za kikale, yani nazungumzia Kilatini na Kigiriki. Mwaka elfu mbili na mbili Mark Zuckerberg alifanikiwa kujiunga na chuo kikuu cha Harvard, miongoni mwa vyuo vikubwa sana katika ulimwengu ambavyo vinasifika kwa kusomwa na watu wa jini. Ilipofika mwaka elfu mbili na mbili Mark Zuckerberg alipojiunga katika chuo kikuu cha Harvard huko nchini Marekani, alikutana na rafiki zake ambao wote walionekana kuwa na kio ya mafanikio katika mambo fulani fulani. Ndipo mwaka elfu mbili na nne Mark Zuckerberg na rafiki zake hao walianzisha mtandao ambao ulikuwa na lengo la kufanikisha mawasiliano baina ya wanafunzi katika chuo hicho, na ndipo ukazaliwa mtandao wa the Facebook. Baada ya muda kadhaa, Mark Zuckerberg na rafiki zake kufanyia maboresho katika mtandao ule basi ulianza kutumika zaidi na watu walioku nje ya chuo kile, na ndipo usanifishaji wa jina la mtandao huo ukatokea hapo, na kutokea the Facebook mpaka Facebook, ambayo jina ambalo linatumika mpaka sasa. Mark Zukba anaingia kwenye historia ya kuwa vijana wadogo wenye uwezo mkubwa wa kiakili hupelekea kuunda vitu vikubwa ambavyo vinaunganisha mamilioni ya watu mpaka sasa. Licha ya matajiri wengi huonekana kushindwa kwenye maisha ya ndoa, lakini hii iko tofauti sana kwa Mark Zuckerberg kwani aliamua kukataa ubache la mapema tu na ndipo Mei elfu mbili na kumi na mbili alipofunga ndoa na mwanadada mbaye yeye ni dokta na mfadhili. Hapa namzungumzia Priscilla Chan. Mark Zuckerberg na Priscilla Chan umefanikiwa kupata watoto watatu na mtoto wa kwanza wa Mark Zuckerberg anaitwa Maxima Chan Zuckerberg ambaye yeye alizaliwa mwaka elfu mbili na kumi na tano. Mtoto wa pili anaitwa August Chan Zuckerberg ambaye yeye amezaliwa mwaka elfu mbili na kumi na saba, lakini mtoto wa mwisho ambaye pia ndio last born wa Mark Zuckerberg na bibie Priscilla Chan anaitwa Aureli Chan Zuckerberg ambaye yeye amezaliwa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Kwa nini nimeamua kukueleza yote haya? Leo ni siku muhimu ya kumbukizi ya kuzaliwa kwa Mark Elliot Zuckerberg ambaye alizaliwa mwaka 1984 Mei 14, siku kama ya leo, huko katika mji wa White Plains katika jiji la New York nchini Marekani. Happy birthday Mark Zuckerberg. muda wote wa masimulizi haya ulikuwa nami mtoto wa mama ajuza, Juhudi Kisusa. Asante.